Mbona umepotelea wapi? Sasa nakuta kama mfano tunafungua tu, hizi mm, lazima kuna tatoka kuna filimbi kuna filimbi ya, yani, yani katika hizi funguo zote mm, tuna filimbi filimbi. Sijui wanaume no wa sasa tunatembea na nini? Zamani vidume vya zamani katika mm, funguo lazima filimbi iwepo, kuna filimbi, kuna nail cutter, lazima wawe nazo. Nail cutter ile ina kakisu, kanakuwa kama ka self defense, kasilaha e, ina kasilaha kangu aabila sasa hivi, ah, maisha amekuwa mepesi sana. Ndio maana tutembee na vitu vya kujilinda pamoja na mshale. All in all, bwana, kwenye Maelekezo Binafsi, wezi awatendi haki, yeah hizo mm -hmm. wezi wameanza ume, ume, tizi yani mm. Kiukweli tunaomba sana vyombo vya usalama viliangalie hili. Wezi wa sasa hivi wako fiti, sio kama mateja wa zamani. Tunasema bana, wezi wa sasa hivi mateja, mateja na vitu kama hivyo, hapana. We, we, we, ujawahi kipindi hiki kuona mwizi anambadilikia polisi? <gasps> ujawahi akimwona polisi kimbaombaotu. Yaani, kuna mitaa hadi polisi mwenyewe anaogopa kupita kwa sababu ya vishandu hivi. Ujua kuwa kuna mitaa unaingia, hadi kuchati unaogopa.